Tahadhari hiyo imetolewa na Mwenyekiti wa Kamati hiyo Selemani Kakoso, alipokuwa akitoa maagizo katika majumuisho ya ziara hiyo walioifanya katika taasisi zilizo chini ya Wizara hiyo. Tunaweza tukaingia kwa mkataba ule ambao tunauona utaishia bilioni tisini na tano lakini kuja kukamilika kwa ule mradi ukawa zaidi ya bilioni mia moja na kidogo. Sasa maeneo hayo Nendeni mkayafanyie kazi na mhakikishe mnakwepa mitego ambayo inaweza ikawaingiza kwenye hasara. Tunaiomba serikali, mheshimiwa naibu waziri, punguzeni urasili, urasimu ambao unafanya mradi usianze kwa wakati. Mara nyingi serikalini mmekuwa na mambo mengi ambayo hata mtu tu kutoa kibali anachukua muda mrefu sana, kiasi kwamba mradi unachelewa, na unapochelewa unapelekea ule mradi kuwa na gharama kubwa ambayo haikuwa inategemewa. Kwa upande wake naibu waziri wa uchukuzi David Kianzile na kaimu mkurugenzi wa operesheni wa TCRC, Fokasi Sahani walizungumzia kuhusu hali ya sasa ya miradi na changamoto wanazokutana nazo. TRC tumejumuika, lakini kilichojiri zaidi, pamoja na maelekezo mengine ya Bunge, tumepata pongezi kubwa sana kuhusu uanzishwaji wa huduma ya reli ya kisasa SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa hivi ndege ambazo zinaruka hapa kutokana na miundombinu kutoka kwa changamoto, ni ndege za oriki, ni pia za kokodi na za serikali. Ndege kubwa zaweza kutua kutokana na changamoto kubwa ambayo iko hapa, na Mheshimiwa mwenyekiti namini kikamilika kitakuwa na, kita na faida kubwa kwa sababu kama alivyosema bodi ya ujenzi utakuwa na ukarabati ujenzi wa majengo runway na vitu vingine. Kamati ya Bunge ya miundo iko katika ziara ya siku mbili mkoani hapa kutoka Tanga. Ni mimi Rais Asaidi wa Media.